Ishaaga kitambo na karibuni. Hapa nitakuwekea wimbo unaoonyesha Jumapili ya mwisho nilivyoaga kwa kilio, watu walivyolia kwa hapa. Chochote kitakachofanyika, basi tulishaaga aga, iliyotoa wasiwasi, lakini mbili kadi hatari inavyoonekana, huwa tunaendelea kuaga. Hata usiponihamasisha naendelea kuaga na message kama hizi inayosema aga, kwa sababu hii namba ilipiga kwenye namba yetu ya huduma ilipiga mara tatu, baadaye ikatuma message ikisisitiza kwamba mbarikiwa anasema amekimbia nchi. Basi ndani ya hii siku mbili tatu tutakuwa tumeshampata, tutakuwa tuko naye tayari. Kwa nini mnaleta taaruki kwenye nchi? Kwa nini mnamchafua rais ilionekana na tesa watu ndani ya nchi? E, ikiwa mamlaka ya nchi yetu Tanzania hamusiki na ukatili huu wa uhai, basi naomba sana, fuatilieni hii namba na tupate mrejesho kwamba mwenye namba ni nani, aliyetumia akiwa wapi. Naomba ieleweke, mimi sipo kwa ajili ya mapambano na haiwezi kunisaidia kitu. Sipo kwa ajili ya mapambano, kama ni kutoka nje ya nchi na kwenda kwenye balozi za pengine au e, balozi za Canada balozi za Marekani. Tulishashauriwa, tulishawahi kushauriwa kwamba ikiwezekana, twende tukimbilie huko, tukatoe taarifa za yale ambayo yanatupata nishashauriwa tangu wakati wa kesi ya mwanangu, sijawahi kufanya hivyo kwa sababu nafikiria sana, kwa njia yoyote mimi nikiwemo Tanzania, ukombozi wa kweli ndipo utapatikana. Kwa hiyo hatuna dhamili yoyote ya kuichafua nchi kwamba tukimbilie nje twende tukatoe ripoti kwenye hizo barozi. Vinginevyo kama imeshafikia tu hatua, kuna shauku ya kutaka kumuua mke wangu ama kumdhuru mke wangu ila ukweli ni kwamba hawezi kujua nilipo, hajui nilipo. Yani wewe jua, hajui nilipo. Na pengine niwarahisishie, niwarahisishie, mimi ni mtu niliyenyooka tu kabisa, nimenyooka kabisa. Nikiwepo siku zote ambazo nipo, nilikuwa nasema nipo Yani ukijua nakwambia sipo, jua sipo. Ngoja niwasaidie, hebu nitafuteni mikoa ya kanda ya Kaskazini, katika hayo mambo ya kutrack track, nitafuteni kwenye mikoa ya kanda ya Kaskazini kama ninakosa lipaswalo kufa Tunapotoa taarifa, tunapotoa taarifa za kukimbia eneo tulilopo, tunatafuta ni insurance ya uhai. Tunapoweka wazi namba kama hizi na message kama hizi inayosema aga, kwa sababu hii namba ilipiga kwenye namba yetu ya huduma, ilipiga mara tatu baadaye ikatuma meseji ikisisitiza kwamba mbarikiwa anasema amekimbia nchi basi, ndani ya hii siku mbili tatu tutakuwa tumeshampata, tutakuwa tuko naye tayari. Kwa nini mnaleta taharuki kwenye nchi? Kwa nini mnamchafua mna rais iliyoonekana na tesa watu ndani ya nchi? Sasa nikujulishe mi kunipata, sina tatizo lolote. Mimi ni wale sio wale wanaosema amwezi kunipata, sio wale wanaosema mimi siwezi kufa. Mi nishakufa, si mimi tena nayeishi. Kwa hiyo mimi najua mnaweza mkanipata, ila msijidanganye, msiende tu kuharibu kama kweli mna ajenda hiyo huyu lazima afe, lazima afe, amsende kuharibu vitu hapo kanisani. We amini tu, mimi ni huyo, mimi sipo. Ningekuwepo ningewambia nipo, mimi sipo, isipokuwa ikiwa kuna attacking yoyote itafanyika hapo nitajua ishu ni serious ukweli. Hapo sasa nitalazimika kuvuka mipaka na kwenda kuona hizo balozi ambazo tumeshauriwa miaka mingi, na kueleza scenario nzima, mambo yalivyo, kwa sababu hapo sasa nitajua hii imesha kuwa ni serious. Na, narudia tena, mimi nakiri, ukiamua kunitafuta nakiri, unaweza kunipata ila ukweli sio rahisi na uenda ukini pata huku niliko, hautapata urahisi wa kufanya haya yanayofanyika kwenye nchi yetu, kwamba tu utanikamata utaniweka kwenye gari utanipoteza. Inawezekana hapa nilipo nyoka, simba wanaonizunguka inawezekana watanitetea. Inawezekana kitakuwa ni kifo kama cha kuku wa kienyeji ambacho majirani wote wanapokamatwa watakuwa wamejua kwa jirani kuna kuku anachinjwa. Hata hivyo, nimalize kwa kusema pamoja na haya yote, Mungu aweza kuokoa na hata asipotuokoa, sipo niokoa, sijuti kupinga mabaya, sijuti kuhamasisha mema, sijuti kuambia watu usilopenda kutendewa usimtendee mwingine, sijuti kuitisha mazungumzo pamoja na kujeruhiwa na kuumizwa na namna zote nilizoumizwa, sijuti. Ninachojua, hii ndiyo injili, yaani hivi ndiyo injili ambayo Mungu alinirudisha duniani. Kwa hiyo katika hali yoyote Mamlaka za nchi ni vizuri sana kama hawa vijana wanaweza wakabainika. Waliohuru kiasi hiki nimeweka wazi mara kadhaa, mawasiliano yenye utata, najua kuna kilicho hatua iliyowahi kuchukuliwa, nataka mjue tunapotoa taarifa tunatafuta msaada kwa yeyote anayeweza kutoa msaada kwa yeyote anayeweza kutoa msaada, na ndio maana pengine tulipata na kahifadhi ka huko porini tuliko, lakini mamlaka zikifanyia kazi zingekuwa zikifanyia kazi, kwa sababu tuki- tukikosoa chochote mamlaka zinasikia. Tukikosoa chochote mamlaka kwamba e, mtawala huyu ili hapa sio zuri, ili italeta madhara, ili ungefanywa wewe, angefanywa mtoto wako ungekuwaje, mamlaka hilo zinasikia hilo mamlaka e, zinasikia na kututafsiri kwamba huko ni kuleta fujo, ni kusambaza taarifa za uongo, ni uchochezi. Lakini tukilia kwamba jamani, mimi hapa niko kwenye hatari, mamlaka hazisikii. Tukiweka wazi meseji kama hii, mawasiliano kama haya, mamlaka hazisikii, na hata zikisikia bado zinatutafsiri, mnavyolia mnaleta uchochezi, mnavyolia mnasambaza ni taarifa za uongo eh. E, watu wa Mungu. Mungu ajua, naamini kabisa tungekuwa ng'ombe, tungekuwa kuku, tungeshachinjwa kitambo na hakuna mbaya angeshtuka. Kama Mungu sasa ameona vema sasa tuwe na thamani ya kuku, ya ng'ombe, tuwindwe hivi kwa namna ambayo yani, sasa unataka unachotaka ni mtukamate kimya kimya, mtuue kimya kimya, basi hapo ndo tunalinda amani. Tumelalamika mara kadhaa ili ikiwezekana mamlaka. Nimekwambia ningeshaweka wazi namba ya mtu niliyowasiliana naye kwenye mamlaka, watu niyo washia nao kuambia, kuwapa taarifa, kuwatumia picha za magari hayo na muda ambao yames, yamesimama hapo hawajachukua hatua. Mwisho wa siku Mungu ni watu, Mungu ni watu. Yaani, kutoa taarifa kwa watu ndio kutoa taarifa kwa Mungu ili aingilie kati. Namaliza, nimeongea sana neno, namaliza, namaliza kwa kusema Eh, kuna ambao husema ungekaa kimya. Naweza kusema kufafanua kumeniokoa zaidi ya ukimya. Nimewahi kukaa kimya, nilifanywa mambo mabaya sana. Mtoto wangu wakati anafariki, ningetoa taarifa ya mambo yalivyokuwa, mtoto ningeokoa lakini ukimya unatoa nafasi ya anayetaka kukuchinja kuchinje kama kondoo kimya kimya. Tumeshachinjwa kama kondoo, najua tunaweza tukachinja kama kondoo, lakini walau tutakapopotea watu watakuwa na kauli na sauti yetu ya siku moja kabla, siku mbili kabla, bado tulipotea tukiwa tunatumaini, tulipotea tukiwa katika njia ya haki. Tusije mkatupoteza alafu baadaye ukaanza kusema tumemfumania, alikuwa kwenye zinaa huku. Kwa hiyo inatosha, natosha, inatosha. Chochote unachopanga, chochote mi nakubali unaweza, ila inawezekana haitakuwa rahisi. Mimi ninachoamini, haya haya tunayosema ndani yanadua, huu unyonge tunaoonyesha na maombi tunaendelea kuomba ndani, vinadua vinaweza vikafanya Mungu akatukumbuka akalikumbuka taifa letu, akawakumbuka, akatukumbuka tuliolia tunaolia, akaondoa ukatili, roho mbaya, ubinafsi, tamaa ya mali, tamaa ya madaraka, visiitwe na visionekane, ujanja hata hivyo asipookoa katika nyakati zetu, naamini ni upo wakati atakuja kuokoa na atakuja kulipa kisasi kwa niaba ya damu zetu na maisha yetu na wengi waliotangulia.